Na mtazamaji, tuanze na vidokezo ambapo wakazi wa Kaitui kaunti ya Kericho waliwapiga kwa mawe washukiwa wawili wa wizi wa pikipiki hadi kufa, kisha wakateketeza gari walilokuwa nalo. Kulingana na ripoti ya polisi kutoka kituo cha polisi cha Kipstet, washukiwa hao walikimbizwa na wanabodaboda kutoka kituo cha biashara cha Kapsoit kuelekea Kipstet, ambapo maafisa wa polisi wa Kipstet walijaribu kuokoa walipofika eneo la Kaitui bila kufaulu. Polisi pia walijeruhiwa na wakazi kwa mawe na wakalazimika kufyatua risasi ili kutawanya umati huo. Mili waliouawa ilipelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kericho, huku mshukiwa mmoja aliyetoroka akiendelea kusakwa na polisi. Tumeshuhudia mambo mengi hapa sana. Kwanza, kwanza ni mtu hapa ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame kufa juu ni, ni mwisi wa poda amefuatwa kuanzia huko, tumefukuza fukusa hapa, na poda poda yenye imepotea hapa ni mingi sana, ni mingi sana so tunaomba serikali mtusaidie kabisa. Majina ni Roni Kibet, mi ni mkazi hapa Kericho eneo la Soliat, na leo tumeshuhudia visa vya Us, yani hatuna usalama hatuna, hatuko salama kabisa, kwa sababu mambo mingi imefanyika hapo. Ukiangalia huko juu, kumekuwa na mauaji ya karibu watu wanne, na kisha saa hii saa hii tu kumekuwa pia na watu ambao ni wezi ambao wamepatikana na kitu. Tungeomba tu serikali ni tu ni kwamba weke usalama katika eneo hili kwa sababu hatujashuhudia siku siku kama hii. Tunaambia waziri Murkomen atembee akuja hapa Soliat Kona, akuje mpaka Kapsoit Eh, kuna watu wamekata kwata kila siku napanga huko Kapsoi. Sasa tunaomba Murikomen aguce atusaidie na mambo ya usalama.